Rais wa Marekani Donald Trump hakwenda tu nchini Italy kushiriki katika mazishi ya Papa Francis, alikwenda nchini humo pia kwa lengo la kuzungumza rais wa Ukraine Zelensky, ili aweze kumkenaisha aweze kukubali kusaini makubaliano kuhusu sekta ya madini, kwa kuwa kwa muda mrefu rais wa Marekani, hata kipindi ambapo alikuwa katika kampeni za uchaguzi, alifahamisha kwamba pindi atakapoingia madarakani, basi jambo la kwanza ambalo atakalofanya na ikiwa hata kwa muda wa masaa 24 anaweza kukomesha vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine. Hivyo basi rais wa Marekani katika mazishi ya Papa Francis aliweza kuzungumza na rais wa Ukraine na kuweza aisha kukubali kusaini mkataba huo kuhusu madini ili mashirika tofauti ya nchini Marekani ambayo yanahusika na uchimbaji madini na vilevile kuweza kuanzisha ajira kwa raia wa Marekani ambao watapewa ajira katika mashirika hayo pindi ambapo yatakapoanza kazi nchini Ukraine. Baada ya mazungumzo kati ya Rais Zelensky na Rais Trump, kulisainiwa makubaliano, makubaliano ambayo yanataja kuwa ni hatari, kwa kuwa hapo awali katika historia utakumbuka ya kwamba katika miaka ya elfu mbili, mkataba kama huo tayari ulikisha sainiwa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo na China, mkataba ambao mataifa haya mawili yalikubaliana ya kwamba China ianze kuchimba madini hayo nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, huku China ikiahidi ya kwamba itasimamia miundombinu tofauti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara, hospitali na miundombinu mingine tofauti ambayo ni muhimu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo la kushangaza ni kwamba China inaendelea kunufaika na madini hayo katika utengenezaji wake wa magari haya ya kutumia umeme huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakuna barabara wala hospitali hata moja ambayo imejengwa na China na kitendo cha rais wa Marekani kuweza kung'ang'ania mkataba huu wa madini na Ukraine kutumia njia tofauti ili Rais Zelenski aweze kukubali kusaini makubaliano hayo ni China kuweza kupewa kipaumbele katika madini hayo hayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutoa masharti makubwa kwa mataifa ya magharibi ambayo yatataka kuchukua madini hayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo tofauti ambayo tayari China imepewa kipaumbele na umiliki wa maeneo hayo. Makubaliano hayo kati ya Marekani na Ukraine ni makubaliano ambayo yamesainiwa katika hali ya sitofahamu, wakati ambapo kulikuwa na mvutano mkubwa kati ya Marekani na Ukraine na mataifa ya magharibi, ambayo yaliona ya kwamba iwapo Ukraine itakubali kusaini makubaliano hayo, basi kile ambacho mataifa ya magharibi yanalenga katika ardhi ya Ukraine hayatokuwa na maslahi kwa mataifa ya magharibi bali maslahi hayo yatakuwa ni maslahi pekee kwa Marekani. Hivyo basi mataifa ya magharibi yalikuwa na ushawishi mkubwa kwa rais wa Ukraine asiwezi kukubali kusaini makubaliano hayo kati ya taifa lake pekee, Ukraine na Marekani, wakati ambapo mataifa ya Ulaya yanaamini ya kwamba kuna ushirikiano wa kidiplomasia ambao unaonekana kuwa wazi kati ya Marekani na Urusi. Urusi ambaye anaonekana kuwa ni asimu wa mataifa ya magharibi, lakini rais wa Marekani anayeonyesha ukaribu wake na Urusi na serikali ya rais Putin ambaye anaonekana kuwa ni mwasi mkubwa na mvamizi dhidi ya ardhi ya Ukraine makubaliano hayo inatajwa kuwa Urusi kwa sasa itakuwa na wasiwasi mkubwa na haiwezi kuchukua maamuzi ya kutaka kuvamia Ukraini, ikiamini ya kwamba tayari Marekani imeweza kuwekeza kwa kiasi kikubwa katika ardhi ya Ukraini. Hivyo basi wakati ambapo Urusi itataka kuvamia Ukraini, itakuwa ikitafakari zaidi ya mara mbili kwa kuwa tayari kuna maslahi ya Marekani na pindi ambapo maslahi ya Marekani yatakapotiwa hatarini, Marekani haitoshindwa kuweza kujibiza jambo ambalo mataifa ya Magharibi fa ya Ulaya kwa muda mrefu yameweza kuzuia isije kutokea vita ya moja kwa moja kati ya Urusi na mataifa ya NATO. Ndiyo maana mataifa ya muungano wa NATO yalikuwa yakitoa msaada na kudai ya kwamba vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine sio vita kati ya Urusi na mataifa edha na muungano huu wa NATO. Mkataba huu ambao umeusainiwa sio tu kwa ajili ya madini haya ambayo ni ghali, bali pia ni kuhusu mafuta na gesi asilia ambayo inayopatikana kwa kiasi kikubwa kutoka nchini Ukraine vile vile. Kuna vipengele tofauti ambavyo vimesainiwa katika makubaliano hayo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa Ukraine baada ya uharibifu ambao umesababishwa na vita hivi ambavyo vimedumu kwa sasa zaidi ya miaka miwili. Kipengele hiki kuhusu usalama ni usalama katika maeneo ambayo mashirika ya Marekani tayari yatakuwa yameanza kazi zake na miradi hiyo kuweza kuanza katika uchimbaji huu wa madini. Katika makubaliano hayo, Marekani ndiyo ambayo itakayokuwa na uamuzi wa mwisho kuhusu soko hili la madini, na hakuna taifa hata moja aidha shirika lolote lile ulimwenguni ambalo litaweza kuwekeza katika sekta hiyo aidha kusaini makubaliano na Ukraine kuhusu sekta hii ya madini aidha mafuta bila Marekani kuwepo na Marekani kuwa na usemi wa mwisho aidha maamuzi ya mwisho. Iwapo Marekani itakataa, basi mashirika hayo hayatoweza kusaini makubaliano hayo na Ukraine, na iwapo Ukraine itakubaliana na shirika la aina yoyote kusaini makubaliano kuhusu sekta hii ya madini bila ya Marekani kupewa taarifa, basi Ukraine itaingia katika kipindi kigumu, licha ya kuwa na usaidizi wa mataifa katika muungano wa NATO kwa kuwa makubaliano hayo ambayo yamesainiwa ni makubaliano ambayo yamesainiwa kati ya Ukraine Amerikani na Marekani na sio kati ya Ukraine na mataifa katika muungano wa NATO. Tukirudi nyuma katika historia utakumbuka ya kwamba katika miaka ya elfu mbili Rais Laurent Désiré Kabila rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kumwondoa madarakani Rais Mobutu aliweza kusaini makubaliano kama haya na China na kuipa kipaumbele China, aidha kuipa haki miliki China kuweza kuchimba na kumiliki migodi tofauti ambapo kunapatikana madini haya ambayo yanatumika katika utengenezaji wa magari ya kutumia umeme. Na China iliahidi ya kwamba itatengeneza miundombinu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na barabara na shule, jambo ambalo hadi sasa hakuna chochote ambacho China imeweza kunufaisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku China ikiendelea kuchukua madini hayo na kuweza kuwekeza madini hayo katika uzalishaji wake wa magari haya ya kutumia umeme. Mkataba huu ambao ulisainiwa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na China uliipa kipaumbele China na hakuna taifa idha shirika lolote ambalo lingekubaliwa kusaini mkataba kama huo na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo kwa kuwa tayari China ilikuwa imeshapewa kipaumbele katika makubaliano hayo na kupelekea mataifa ya magharibi kutaka kuzungumza na China ili nao pia waweze kunufaika na madini hayo na China kuweza kukataa moja kwa moja, na ndiyo sababu ambayo inatajwa kuwa imepelekea Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo kujipata katika wakati mgumu. Kutokana na Rais Kabila kuweza kusaini mkataba kama huu ambao unawanyima fursa viongozi wa mataifa ya magharibi. Tukirejea kuhusu Ukraine, pesa ambazo zitakazopatikana baada ya kuuzwa kwa madini hayo katika miradi hii ambayo Marekani imeanzisha nchini Ukraine, pesa hiyo kwa muda wa miaka kumi itakuwa ikitumika kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ambayo iliharibika kutokana na vita hivi kati ya Urusi na Ukraine katika ardhi ya Ukraine. Hivyo basi, pesa hiyo haitokwenda Marekani bali mashirika ya ujenzi kutoka Marekani yatakuwa amepewa tenda hili hmm, la kusimamia ujenzi nchini Ukraine kwa muda wa miaka kumi. Pesa hiyo itakuwa ikitumika katika ujenzi huo. Kipengele kingine ambacho kinatajwa ni kipengele kuhusu salama, moja kwa moja, mafunzo kwa jeshi la Ukraine, mafunzo ambayo yatasimamiwa na jeshi la Marekani kwa ushirikiano na mataifa ya Ulaya, na inatajwa kwamba mafunzo hayo ni sawa na mafunzo ambayo huwa wakipewa wanajeshi katika muungano wa NATO. Hivyo basi wanajeshi wa Ukraine watakuwa na kiwango sawa na kile cha wanajeshi kutoka katika muungano huu wa NATO na katika mazoezi vifaa vya kijeshi idha vifaa vya kivita ambavyo vinatumiwa na jeshi la NATO, na kutajwa kwamba tayari Urusi itakuwa katika kipindi ambacho inatakiwa kuchunguza ni kitu gani ambacho kinaendelea Ukraine, kwa kuwa malengo ya mataifa ya magharibi idha malengo ya mataifa ya NATO ni kutaka kuweka ngome zake katika ardhi ya Ukraine. Vipi iwapo wanajeshi wa Ukraine watakuwa wakipewa mafunzo wazi na jeshi la NATO kwa ushirikiano na jeshi la Marekani? Inaonekana ya kwamba tayari Ukraine itakuwa kama vile mwanachama wa NATO, ambaye kulingana na makubaliano ni kinyume na makubaliano, wakati ambapo Urusi bado haijaridhia uwepo wa wanajeshi wa NATO katika eneo hilo wakiwa na silaha zao. Sekta ya jeshi inatajwa kwamba kuwa ni hatari kwa kuwa jeshi la Ukraine litapewa silaha tofauti kutoka nchini Marekani, ikiwa pamoja na ndege zisizokuwa na rubani, ukizingatia kwamba ndege zisizokuwa na rubani katika muundo wa kisasa ndio silaha ambazo zinatajwa kuwa madhubuti katika uwanja wa mapambano. Wadadisi wa maswala ya kimkakati wanafahamisha kwamba makubaliano hayo ni makubaliano ambayo yanazidi kuchochea mvutano. Aidha, vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine na haitoishia tu kati ya Urusi na Ukraine, bali itakuwa ni Urusi na mataifa ya NATO ikiwemo pia Marekani, kwa kuwa Urusi malengo yake ni kuhakikisha ya kwamba katika mipaka yake hakuna jeshi la NATO ambalo litakuwepo kwa kuwa ni tishio kwa Urusi kulingana na makubaliano ambayo yaliosainiwa katika kipindi cha vita baridi kati ya Urusi na Marekani na washirika wake wa magharibi. Inatajwa pia Marekani kushirikiana na vikosi vya jeshi la NATO katika utoaji wa mafunzo kwa jeshi la Ukraine kuwa ni mbinu kutaka kuingiza jeshi la NATO katika ardhi ya Ukraine kufanikisha malengo yake ya kuweka ngome zake katika ardhi ya Ukraine katika mipaka na Urusi, licha ya kuwa na ushirikiano kama inavyodaiwa katika mitandao ya kijamii kati ya Rais Putin na Rais Trump. Je, Rais Putin atapokea vipi uwepo wa jeshi la NATO kuweza kutoa mafunzo ya wazi kwa wanajeshi wa Ukraine katika maeneo tofauti ambayo ni mpaka kati ya Urusi na mataifa ya magharibi? Kila ambacho kinatajwa katika mitandao ya kijamii Rais Marekani kuweza kutumia mbinu tofauti ili kuweza kumkenaisha Rais wa Ukraine kuweza kusaini mkataba huu kuhusu madini ni kutokana na China kuweza kuchukua tayari soko la madini haya barani Afrika, hivyo basi kuifanya Marekani kushindwa kuweza kupata madini hayo kutoka barani Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuwekeza nguvu kubwa Ukraine, ili Marekani na washirika wake waweze kupata madini hayo kutoka nchini Ukraine. Unasemaje kuhusu makubaliano haya ambayo yamesainiwa kati ya Ukraine na Marekani? Tuachie mtazamo wako.